za Kiswahili ambazo bila shaka hata aliye nje amsubiria aliye ndani ili aweze kumaliza ya ndani ili aweze kupata kuingia, wewe ambaye uko nje. Basi tusonge mbele katika ukurasa wa tatu, nukuu hiyo utaenda kuipata kwa uzuri, ndugu mtazamaji, unatufuatilia kwa uzuri. Mtoto mdogo apoteza jicho baada ya kupigwa jiwe, ukurasa wa pili, gazeti la Nipashe linakupatia undani wa taarifa hiyo. Wagombea rais Zanzibar wafunga kampeni za ahadi za kusisimua, ukurasa wa tatu na wanne zote hizo utazipata hapo kwa uzuri kabisa. Na eh, kuna baadhi ya nukuu hapa ambazo zipo hapo kwa wagombea ba, eh, wagombea kadhaa eh, katika kisiwa cha Zanzibar pale, utaona wagombea urais wa Zanzibar, na kuna nukuu pale nzuri utaenda kuzipata, ndugu mtazamaji, ambaye unasonga mbele pamoja nasi. TMA yatoa tahadhari mvua kubwa, upepo mkali katika mikoa saba, na ndani ya ukurasa wa saba habari hiyo ipo kwa ukamilifu wake. Mawakala wasio na viapo wazuiwa uchaguzi mkuu, katika ukurasa wa kumi gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii linakupatia hapo kwa uzuri, kama nilivyokuambia kwamba bado siku moja. Ni kweli bado siku moja, hata gazeti la Nipashe linasema hivyo hivyo, bado siku moja, bado masaa 24 Kuelekea tu uchaguzi mkuu nchini Tanzania kuweza eh, kufanyika. Sasa mimi nimeweza kukupitisha katika kile ambacho kimepewa kipaumbele mbele katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Huo ndio mwanga ambao jamii eh, unaweza kuupata kupitia gazeti hili la Nipashe. Tusonge mbele na gazeti la Mwananchi, ukurasa wake wa kio mbele linasema Malesela atoa kauli nzito kuhusu amani. Habari hiyo ukikamata tu gazeti lako la Mwananchi basi kwa uzuri kabisa ukurasa wake wa mbele unaenda kuhabarika na habari hiyo kwa uzuri kabisa eh, yeye yeah, aendelea kwa kusema ya kwamba katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwananchi, baada ya kauli hiyo ambayo ipo hapo kwenye ukurasa wa mbele ambayo Malesela anasema, endelea kwa kusema asema, haipaswi kuchezewa kwa sababu haina beti eh, ukikamata nakala yako kwa uzuri kabisa, basi gazeti la eh, gazeti hili la Mwananchi asubuhi ya leo kwa uzuri kabisa utaenda kuhabarika na kile ambacho kimepewa kipaumbele hapo na gazeti hili la Mwananchi. Ndugu mtazamaji, ambaye unatufuatilia kwa uzuri asubuhi ya leo, habari nyingine ambayo utaenda kuipata hapo ni rekodi mpya CAF Tanzania yaingia, eh, wababe wanne wagombea urais kugawana, eh, kugawana viwanja eh, kufunga kampeni Kamata nakala yako ya, ya Mwananchi iliweza kuhabarika kwa undani kabisa. E, habari nyingine hapo ni vita vya Mwinyi Otham sasa, kwenye sanduku zote hizo. Ukikamata gazeti la Mwananchi basi kwa uzuri, kurasa wa mbele, ndugu mtazamaji, utaenda kuhabarika na ku... Pata la habari hizo kwa undani kabisa. Tutazame gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa mbele siku ya leo ina habari inayosema tamati kampeni uchaguzi mkuu, Samia kumaliza kesho Mwanza, vyama vyaridhishwa na maandalizi. Katika ukurasa wa tatu gazeti la habari leo inakupatia undani wa taarifa hiyo. Sheria yataja sifa karatasi za kura, mambo matatu yashauriwa ushiriki vijana siasa katika ukurasa wa tano, enda kakamati nakala yako bariki kwa undani. JK awamwagia sifa Samia, Dr. Mwinyi, ukurasa wa pili. Mume mbaroni tuhuma mauaji ya mkewe katika ukurasa wa tatu, habari hiyo utaenda kuipata kwa uzuri. Polisi tumejipanga usalama upigaji kura, ukurasa wa pili, gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania. Basi kwa undani utaenda kupata habari hiyo vifaa vya bilioni 3.5 umwagiliaji, kunufaisha wakulima 2264 Habari hiyo kwa undani, nenda kamata gazeti la habari leo, gwiji la habari Tanzania. Uhabarike kwa undani. Dkt. Mwinyi: msifanye makosa, Oktoba 29 ahidi uchaguzi wa haki. E, e, akemea kauli za kibaguzi, lakini ahimiza muungano, atamba kufanya makubwa zaidi, katika ukurasa wa tatu habari leo guiji la habari Tanzania linakupatia undani wa taarifa hiyo. Wacha tuweke nukta na gazeti la mwisho ambalo, ndugu mtazamaji, tunalo hapa kwa ajili yako, na kama Mike na Denise watakavyokuonyesha hapo, ni gazeti la Majira, gazeti huru kila siku. Ukurasa wake wa mbele, habari ambayo imepewa kipaumbele ni Dr. Samia kuiteka kanda ya ziwa kisayansi. Ehe, ni katika mkutano wa kuhitimisha kampeni zake kesho, sababu za kufunga Mwanza hadharani, katika ukurasa wa 4 Majira gazeti huru linakupatia undani ya taarifa hiyo. A, viongozi wa dini Singida, Dodoma waombea amani, ukurasa wa tatu, tena kuhabarika kwa undani. Wasimamizi wa vituo vya kura msiwe chanzo cha malalamiko, ukurasa wa tatu, Majira inakupatia kwa undani. Kigogo wa tatu Chadema ajiunga CCM Atoa kauli ukurasa wa 4. Dkt. Samia alivyotikisa kwa ulega kujenga stendi mabasi ya Kusini ukurasa wa 4, habari hiyo ndani. Rais Mwinyi ukutana na mjumbe wa SEOM, S E O M, ukurasa wa 4, kuna undani wa taarifa hiyo. Kikamata nakala yako hapo. Tanzania ya uchaguzi, Tanzania ya, ya maamuzi sahihi, Oktoba 29, ukurasa wa sita. Basi undani wa taarifa hiyo tunaenda kuipata kwa uzuri kabisa. Ukurasa wa 19 kuna habari ya kimataifa hapa ambayo inasema Kamala Harris kuwania tena urais Marekani, eh, ni katika ukurasa wa 19 utaenda kupata habari hiyo kwa undani kabisa kwako, ndugu mtazamaji ambaye unatufuatilia kwa uzuri. Pumziko fupi, zitaturejesha hapa kusonga mbele pamoja naye katika kurasa za nyuma za michezo na burudani, usiondoke. Kubwa ambalo lipo katika michezo na burudani, timu za Tanzania nne kuweza kutinga hatua za makundi katika michuano ya kimataifa hapa Afrika, usiondoke, endelea kuwa pamoja na asili upate kufahamu ni kipi ambacho kipo katika kurasa za mbele na za nyuma za magazeti za michezo na burudani. Na mara baada ya pumziko hilo, karibu tupate kusonga mbele hapa kutazama kile ambacho kimepewa nafasi kubwa katika kurasa za nyuma za michezo na burudani. Na kama nilivyokuambia kabla ya kwenda pumziko fupi, kuna mengi ambayo yapo katika kurasa za michezo na burudani, hususan timu za Tanzania kuweza kutinga hatua za makundi nne Ubabe kabisa, kibabe, kibabe sana, zimeweza kufika eh, katika hatua za makundi. Basi karibu tu upate kutazama katika ukurasa wa mbele wa gazeti la kimichezo na burudani hili, sio lingine, Mwana Spoti siku ya leo. Gazeti hili linatuambia baba lao, Simba yaandika rekodi mpya. Habari hii bwana utaenda kuipata ukikamata tu nakala yako katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili la Mwana Spoti siku hii ya leo na inazidi kukuambia kwamba uh, habari nyingine ambazo zipo hapa ni Gamondi ana jambo lake Afrika e, na pale chini yake kuna matukio yanaonyeshwa ya, ya, Black ya Singida Black Stars dhidi ya ile timu iliyokuwa inacheza nayo, na Singida Black Stars iliweza ku kushinda kidedea kwa magoli uh, matatu kwa moja. Habari hiyo ambayo utaenda kuipata kwa uzuri kabisa ukikamata nakala yako siku ya leo. Habari nyingine ambayo utaenda kuipata hapa ni Mreno atua na mifumo mitatu Yanga e, yaua njiwa wawili kwa jiwe moja katika ukurasa wa pili na 15 habari hiyo utaenda kuipata kwa undani kabisa. Habari nyingine ambayo ipo hapa ni ya kimataifa, Arne Slot avurugwa Liverpool mechi hapo uh, leo siku ya Jumatatu, La Liga katika ligi ya La Liga kule, Real Betis bwana atakuwa akikutana na Atletico Madrid saa 5 usiku Estadio de la Cartuja, wao wanasemaga je, wanaitamka kama H. Sasa mimi nimeitamka Kiswahili ndugu mtazamaji, kwa hiyo nitaniwea radhi sana kwa kwa ambaye unaongea kiespanyol, alafu mimi naongea Kiswahili, lakini hiyo ni mechi ambayo itaweza kupigwa uh, saa 5 usiku katika hilo dimba mechi hiyo ya Real Betis dhidi ya Atletico Madrid. Tusonge mbele na habari nyingine ambayo ipo katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Majira, gazeti huru kila siku. Gazeti hili siku ya leo linatuambia Mwinyi kuendelea kudhamini miundombinu ya michezo, ataka vipaji kuibuliwa zaidi. Ni habari hii, ukienda kukamata tu gazeti hili la Majira bwana mtazamaji, utaenda kuhabarika kwa undani kabisa. Habari nyingine ambayo tutaenda kuipata hapa ni... Simba ya tinga makundi ligi ya mabingwa Afrika ni habari hii ambayo ipo katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Majira asubuhi ya leo, na kuna habari picha hapa ambayo inamwonyesha mgombea eh, wa nafasi ya urais wa Zanzibar. Ukikamata nakala yako, basi utaenda kuona habari picha hiyo kwa uzuri kabisa. E, ni kwa namna gani alikuwepo wakifanya hapo oh, hayo mazoezi. Nenda kukamata nakala yako ili uweze kuhabarika kwa undani. Hizo ndizo ambazo zipo katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Majira. Tusonge mbele tutazame gazeti lingine ambalo tunalo hapa kwa ajili yako. Ni gazeti la Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wake wa nyuma, Simba yafuzu makundi Afrika. Ehe. ma e ni timu ya Simba hii ambayo imefuzu hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika baada ya sare ya bila bila, sare tasa hii eh, bila kufungana dhidi ya Nsingizini eh, Hotspurs. Mechi ya kwanza iliweza kupigwa pale Nsingizini, katika uwanja wa Somflolo eh, kule ambapo aliweza kukutana na Simba, iliweza kushinda mabao matatu kwa sifuri, lakini katika mkondo wa pili wa mechi hiyo Simba aliweza kutoka Draw, yes, eh, draw tasa waliweza kutoka sare tasa bila magoli yoyote, na ndio maana Simba ameweza kufuzu hatua ya makundi. Hii ni habari ambayo tunataka kuikamata kwa uzuri kabisa, ukiwa na nakala ya gazeti hili la habari leo, guji la habari Tanzania. Mabedi asifu nyota Yanga, ni habari hii ambayo tunataka kuipata kwa uzuri kabisa. Aliyekuwa kaimu kocha mkuu wa Yanga Patrick Mabedi, eh, amesema siri ya timu hiyo kutinga hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa Afrika ni kujitoa kwa wachezaji wake. Nenda kamata nakala yako, undani wa taarifa utaweza kuupata. Gamondi achekelea makundi. Singida mm, wakati kocha mkuu wa Singida Black Stars Miguel Gam Gamondi akifurahia ya, uh, timu yake kufuzu makundi kombe la shirikisho Afrika. Eh, kuna habari picha hapa ambayo inamuonyesha Bwana Gamonde kitabasamu kwa uzuri kabisa, yanga yamtambulisha mrithi wa Falls katika ukurasa wa ishirini na tatu. Basi undani wa taarifa hiyo tena kuipata kwa uzuri. Miss Universe kus, eh, kusaidia wenye matatizo ya ubongo katika ukurasa wa ishirini na moja. Undani wa taarifa hiyo tena kuipata kwa uzuri kabisa. Ndugu mtazamaji mbaye unasonga mbele pamoja nasi, tuweke tamati katika kurasa za mbele za magazeti pengine, uh, labda yes, nilikuwa ninataka kuona ishara ya bwana Dennis, au uh, Michael aweze kutuambia. Bado gazeti la Nipashi, tueza kutazama ukurasa wake nyuma na habari kubwa ambayo ipo hapa, ni ukikamata tu utaweza kuona Yanga e, ya mtambulisha kocha mpya, yaelezea ushindi wake Silver. Lakini kuna habari ambayo ukikamata tu ili gazeti basi, kwa uzuri na kwa ukubwa utaenda kuipata Simba yatinga makundi Afrika kwa mara ya sita Mm, yaitoa nsingizini misimu yote hiyo ilitinga robo fainali. Habari hii tutaenda kuipata bwana, kwa uzuri kabisa ukikamata nakala, yani Nipashi mwanga wa jamii. Katika habari za kimataifa eh, Neville hii ni wiki bora kwa Amori Man United, katika ukurasa wa ishirini na mbili utaenda kupata habari hiyo kwa undani kabisa. Kuna habari picha hapa ambayo inamonyesha bwana Kibu Dennis akimtoka mchezaji wa nsingizini Hotspurs wakati wa mchezo Uh, baina ya timu hizo uliochezwa jana kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa Dar es Salaam. Ndugu mtazamaji, hizo ndizo ambazo tulikuwa nazo katika kurasa za mbele na za nyuma za magazeti siku hii ya leo. Nikushukuru sana kwako wewe ambaye umekuwa pamoja nasi, nikukaribishe tutakapokuwa tukizidi kusonga mbele kwa pamoja. Ukumbushe tu, endelea kuwa pamoja nasi, fuatilia mitandao yetu ya kijamii. Hii ni Endpoint. Unaweza kuwa pamoja nasi pale Facebook, TikTok, Instagram, andika tu Endpoint TZ, nasi tusonge mbele kwa pamoja. Eh, sisi kukuhabarisha habari mbalimbali. Kwa niaba ya timu nzima, Dennis Julius, Samuel Matekere, Michael Gaspar Gafa, mimi ni Joshua Sorongai. Hii ni Endpoint. Zaidi ya habari